wa sallama tasliman kathiran wa baad. Ndugu Islam, tumekabiliwa na amali tukufu na amali ya siyam, ambayo ni nguzo moja wapo katika nguzo za Uislamu. Lakini nani inamlazimu siyam? Anayelazimikiwa na siyam ni huyu mwenye sifa zifuatazo. Kwanza awe ni mwislamu. Uislamu ndio sharti la mwanzo la kulazimika siyam. Kafiri yeye hata kama atafunga siam yake haitosihi. Na tukisema kwamba siam haimlazimu asiyekuwa Muislamu, tunakusudia katika ile hali ya kwamba yeye siyo Muislamu kwa wakati ule ambao bado yeye ni kafir, hajaingia katika Uislamu, basi hatumlazimishi afanye ibada ya siamu, kwa sababu hata akifunga funga yake haitosihi na dalili ya kuonyesha kwamba ibada ya asiyekuwa muislamu haikubaliki ni ile aya katika suratu Tauba, nayo ni aya 54. Allahu subhanahu wataala anasema wama manaahum an tuqbala minhum nafaqatuhum wala, hakuna kilichowazuia hawa wasiokuwa waislamu kukubaliwa matumizi yao ya kimali wanayoyatoa, hakuna kilichozuia kukubalika mbinguni matumizi yao <coughs> ila annahum kafaru billahi wao wa birasulih, isipokuwa ni kwamba wao wamemkufuru wa Allah na mtume wake. wala yatuna salata illa wahum kusala, na wala hawaiendei sala isipokuwa katika hali ya kwamba wao ni wavivu. wala yunfiquna illa wa hum karihun, na wala hawatoi mali zao isipokuwa katika hali ya kuchukia. Wakitoa mali wanatoa mali zao katika hali ya kwamba nyoyo zao zimechukia. Aya hii ilikuwa inawazungumza zaidi wanafiki ambao wao walikuwa wakionekana wakati mwingine wanatumia mali zao katika jambo la dini, lakini kumbe wanatumia na wanatoa mali zile bila ya kupenda, isipokuwa tu ni kwamba mazingira yaliwalazimisha watoe mali ile. Kuchanganyika kwao na Waislamu kuliwataka wao waweze kutoa zile mali, kwa sababu kama kwamba hawatotoa, ikiwa hawatotoa watashindwa kuificha ile hali yao ya unafiki, na wanapotoa wanatoa hali ya kuwa nyoyo zao zinachukia. Lakini kutoa mali zao hakukubaliwa mbinguni, kwa sababu wao sio waislamu kiuhakiki. Wanafiki waliokuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ndani ya nyoyo zao wameukufuru Uislamu na kuukataa, na hiyo ndiyo hakika yao lakini kile walichokidhihirisha kwa ndimi zao na vitendo vyao cha kuonyesha kwamba wao ni Waislamu, kile hakikuwa ni hakika haya. Hii inamaanisha kwamba kumbe, matumizi ya kidini, matumizi yanayohusiana na mambo ya dini, anapoyafanya yule ambaye si muislamu huwa hayakubaliki. Sasa itakapokuwa kutoa mali zao wasiokuwa waislamu ni jambo linalowanufaisha wengine, lakini pia halijakubalika. Je, zile ibada zao hawa, ambazo wamezikusudia kwa ajili ya nafsi zao tu, hizi kweli zitakubalika? Labda kwa ufupi niseme kwamba katika ibada tunazozitenda kuna migawiko miwili au kuna aina mbili za ibada. Aina ya mwanzo inaitwa qasir, na aina ya pili inaitwa mutaaddin. Kasir ni ile ibada inayomhusu mtenda ibada tu, kama vile kufunga na kusali. Mutaaddi ni ile ibada ambayo manufaa yake yanawafika wengine kama vile kutoa zaka. Sasa hii ibada ambayo manufaa yanawafika wengine, pamoja na kwamba kuna manufaa yameenda kwa watu kama vile sadakati na zakawati, lakini pia haikukubalika. Mali walioitoa wanafiki, ingawaje imeleta manufaa lakini haikukubalika kwa Allah. Je, ile ibada ambayo itawahusu wao binafsi tu kama ibada ya saumu kweli itakubalika? Bila shaka haikubaliki. Kwa hiyo aya hii hiyo imeonyesha kwamba ibada wanazozifanya wasiokuwa Waislamu hazikubaliki. Lakini pia asiyekuwa Muislamu kama ataslimu, hadaiwi zile siamu zote ambazo yeye hajafunga hadaiwi, ameshasamehewa aliyopita nyuma, na wala hana dini kwa dalili ya aya 38 ya Suratul Anfal. Aya inasema qul liladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafu, sema ya Rasulullah, waambie waliokufuru kama watajikemea, watajikataza na kufuru na wakaamua waslimu, basi watasamehewa makosa yao yaliyopita, watasamehewa makosa yao yaliyopita. Aya hii inaonyesha kwamba yaliyopita washasamehewa wasiokuwa waislamu endapo wataslimu. Kwa hiyo, na jambo la siyam, hatadaiwa kafir ambaye ikashasilimu, hatadaiwa alipe zile siamu ambazo zimepita, na imethibiti kwa njia ya tawatur, kwa mapokezi ya uhakika kabisa, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa ni mwenye kuwaamrisha walioslimu walipe siam zilizowapita, kwa, kwa ushahidi wa aya na kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam chakuto wataka walioslimu kulipa siamu, mawili hayo yatakuwa ni ushahidi wa kwamba siam hailipwi kwa mtu ambaye ka slimu. Suali linakuja: ikiwa ibada asiyokuwa Muislamu haikubaliki, ina maana ya kwamba yeye hahisabiwi juu ya kuacha sala, siam na mengineyo katika mawajibu ya dini, haadhibiwi juu ya hayo? Jawabu ni kwamba ataadhibiwa. Kafir ataenda kuadhibiwa kwa kuacha sala, ataenda kuadhibiwa kwa kuacha siyam, kwa sababu kauli sahih ya wanavyoni ni kwamba alkafiru yuaqabu wa yuhasabu wa ala furu'i din, asiye asiyekuwa mwislamu ataadhibiwa na atahesabiwa juu ya vipengele vya dini, na kusudia hivi kwamba kafir hatoadhibiwa na kushikwa siku ya kiyama kwa sababu ya kufuru yake tu kiujumla? Hapana, bali ataenda kuhisabiwa juu ya majukumu mbalimbali mbali ya kidini reja reja, yaani ataulizwa sali, kwa nini hujasali? kwa kuwacha sala ataadhibiwa, kwa kuwacha siam kafir ataadhibiwa, na si kwamba ataadhibiwa ndo afunge hivyo hivyo. Katika hali ya kufuru akifunga haitokubaliwa na ataambua ile haikuwa siam. Ili iwe siam lazima ilikuwa usilimu kwanza. Kwa hiyo kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, ni kwamba wataenda kuhesabiwa watu siku ya Kiyama hata kama si Waislamu juu ya vipengele vilivyo walazimu katika dini yao, kwa dalili ya kwamba Suratul Mudathir kuanzia aya 42 mpaka 46, walikuwa wakizungumzwa kufar, watu ambao hata si waislamu hasa. Allah anasema wataulizwa hawa, ma salakakum fi saqar, nini kilichokuingizeni nyinyi katika moto wa saqar? Imekuwaje kuwa mnaadhibiwa huko Qalu lamnaku min al musallin, watasema sisi hatukuwa katika wanaosali. Kilichotufanya tuingizwe katika moto wa saqar ni kwamba sisi hatukuwa tukisali duniani. Jamani, hawa si waislamu wanaozungumzwa katika hayati hizi, na tutakuja ona mbele, watakujasema kwamba na sisi tulikuwa tunakadhibisha siku ya malipo, tunasema hakuna kufufuliwa. Sasa kama walikuwa wanasema hivyo, maana yake si waislamu hao, lakini sababu ya kwanza, kabla ya kutaja ukafiri wao, kabla ya kutaja kukanusha kwao siku ya kiyama, walitaja jambo la kutosali. Ina maana ya kwamba walipoulizwa, walitoa wali jawabu kwamba sisi kilichotufanya tu, tuingizwe katika moto wa sakar ni kwamba hatakuwa wenye kusali. La pili, wala mnaku nut'imu almiskin, na sisi hatukuwa tukilisha maskini. Ina maana na hilo pia limetupeleka kwenye moto na kuna adhabu maalum juu ya hilo ambalo ni jambo kama la zaka hilo, na la tatu, wakuna nahudu ma al khaidin, sisi tulikuwa tukizamia katika kufru na mazungumzo ya kufru na uasi pamoja na wazamiao, na la nne wakasema, wakuna nukadhibu bi yaumiddin, na sisi tulikuwa tunakadhibisha siku ya malipo. Walitaja sababu nne hawa, lakini miongoni mwa hizo sababu kuacha mawajibu ya dini kama vile sala na zaka ina maana ya kwamba kumbe, asiyekuwa Muislamu ataenda kuadhibiwa hata kwa kuacha vipengele vya dini vilivyokuwa vinamlazimu yeye kuvitenda, ama ataadhibiwa juu ya makatazo ambayo Uislamu umekuja ya yakataza kuyaharamisha yeye, kama aliyafanya hayo, basi atastahiki adhabu juu ya hayo. Mpaka hapo tutakuwa tushaijua sharti ya mwanzo ya kuwajibika siyamu na kulazimika, sharti ni al-Islam. Uislamu. Mtu akiwa Mwislam analazimishwa ana afanye siam, asipokuwa Muislam hatumlazimishi, lakini mola wake ataenda kumshika siku ya Kiama, kwa sababu alilazimishwa na mola wake afunge na asali. Lakini baada ya kusilimu, sharti la pili ili mtu alazimikiwe na siam awe ni mukallaf. Mukallaf ni sharti la pili, na siku zote ndugu yangu Muislamu, ukiona katika fiqhi linazungumzwa sharti la taklifu, huwa panakusudiwa mambo mawili. Almukallaf ni mtu albaligh na alaqil. Haya masharti mawili ndio yanatengeneza kitu kimoja kinaitwa ataklifu. Kwa hiyo, ikisemwa fulani sasa hivi anatakiwa afanye ibada, ni mukallaf yule, ina maana ya kwamba mukallaf ni mtu ambaye baligh, kashabalege Alafu, alaqila ana akili timamu, kwa sababu hakalifishwi mtoto mawajibu ya dini wala mwenda wazimu. Kwa hiyo tumetaja sharti la pili, lakini ni sharti lililokusanya vitu viwili pacha. Ni kama suruali, ukisema suruali ni vazi lenye miguu miwili, si ndio hivyo jamani? Kwa hiyo na ataklif ni mambo mawili, la kwanza ni kubalig, la pili ni akili Tuanze kuzungumza jambo la kubaleghe, halafu tuje katika akili. Kubaleghe kuna alama zake katika dini yetu ya Uislamu. Kwa mwanamume kuna alama tatu, ndio tutajua kwamba kashakuwa huyu na sasa anaandamwa na majukumu ya dini kiulazima. Hapo mwanzo utotoni alizoeshwa tu sala, alizoeshwa tu siyam, lakini sasa ndio inalazimika kwake. Alama ya kwanza itmamu khamsa ashara sana kutimiza miaka kumi na tano kutimiza miaka 15 mtu wa akiwa ameshaimaliza miaka 15 ya Kiislamu, kwa kidhibiti cha mwandamo, si kwa kidhibiti cha miezi inayozingatia jua. Yaani nakusudia kwa kidhibiti cha miezi miandamo hii ya Shaaban ya Shaaban na Ramadhani na mfano wake, na sio Januari na Februari. Kwa nini? kwa sababu miaka ya Kiislamu huwa ni midogo na inajibana zaidi, na ndio maana wakasema baada ya kila miaka thelathini na tatu ya kizungu huwa ushazaliwa mwaka mmoja wa ziada ya Kiislamu. Yaani mtu kwa hisabu ya miezi ya kizungu akikwambia na miaka 33, mtu huyu mbinguni mbele ya Allah na malaika anahesabika na miaka 34, na si mbinguni tu, hata ardhini. Kwa wa Waislamu ambao wanazingatia miezi miandamo ambayo ndio inatakiwa iwe kidhibiti chetu, kwa sababu Allah hakuifanya miezi ya kizungu ndio kidhibiti cha mambo yetu na hesabu zetu, bali amesema: wayasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linasi walhaji, wanakuuliza kuhusiana na miezi miandamo, sema uwajibu kwamba miezi miandamo ndio vielelezo vya vie kujua nyakati na kujua hija. Kwa hiyo kumalizika kwa eda ya muachwa au mfiwa itategemea na miezi miandamo kujua mtu umri wake, itategemeana na miezi miandamo, si ya kizungu. Kwa hiyo miaka 15 Kiislamu, kwa mfano, kazaliwa mwezi wa Shaaban tarehe kumi na moja mpaka kumi na moja Shaaban ijayo ikashatimiza mwaka mmoja, mpaka kumi na moja nyingine ikashatimiza mwaka wa pili, hivyo hivyo mpaka unaipata miaka 15 siku ikitimia miaka 15 kwa kuzingatia hiyo kumi na moja kujikariri kariri, na ikawa alama zifuatazo nitakazozitaja bado hazijadhihiri, basi kutimiza miaka 15 utakuwa ni kidhibiti. Ina maana ya kwamba kumi na moja hizo zikajikariri, na akitimiza miaka 15 sasa itakuja tarehe kumi na moja fulani na 12 na 13, sasa ndo anaanza umri wa huwa anaandikiwa dhambi na sheria inamshika. tumefahamiana vizuri hapo eh. Hiyo ni alama ya mwanzo. Alama ya pili inbatu laana kuota nywele sehemu za siri. Kama mtu ataota nywele sehemu za siri hata kama hajatimiza hii miaka 15, huyu kashakuwa. Na jambo la tatu inzalul mani bi shahwa, kuteremsha mbegu za uzazi kwa matamanio, yani mbegu za uzazi zimetoka na mara nyingi hali kama hii inaweza ikatokezea usingizini kwa mtoto anayekuwa. Alama hizi tatu ni kwa mwanamme na kwa mwanamke, alama tatu hizo hizo ukiengeza na alama ya nne kwake, nayo ni alama ya hedhi. Akipata hedhi kasha kuwa hata kama ana umri wa miaka tisa hata kama ana umri wa miaka tisa na mwanamke kupata kwake siku zake ni dalili ya kukua kwake, na wakati mwingine kuna uwezekano hata kuweza kupata mtoto. Mpaka alimamu Shafi'i akasema, bibi mdogo nilomuona duniani ni bibi wa Tihama ambaye ameshakuwa bibi, na yeye ana umri wa miaka kama 21 yani, ana ya mtoto na ana mjukuu, akiwa na umri wa miaka 21. Ndio bibi mdogo zaidi aliomuona alimamu Shafi'i katika uhai wake. Kwa ufupi ni kwamba mtoto anaweza kuwa ameshakuwa na anawajibikiwa na ma, mawajibu ya kidini lakini mzee hajui anaona mwanae ndo kwanza ana miaka tisa. Kumbe tayari hapo siamu haina nafasi ya kuachwa na mwanamke huyu wala sala, na tayari dini inamshika na tayari huyu anaandikiwa dhambi ingawaje na, na miaka tisa, lakini sikishapata kishapata haidh kiislamu kishakuwa huyo, na kama atatoka na mbegu za uzazi mwanamme au mwanamke ikashakuwa hali kadhalika, akiota nywele sehemu za siri. Na kama yote yatachelewavyo basi atakamatwa katika umri wa miaka 15. Ina maana kuna wengine wanakuwa mapema kwa alama tulizozitaja, wengine wanachelewa mpaka waitimize miaka 15. Mtu ambaye kashapata kukua na kashafika sin bulugh, huyu tayari anahesabika kiuislamu kwamba ni mzima na anabeba majukumu kama ya watu wazima katika suala la Uh, majukumu ya kidini haya. Tuje katika mtu mwenye akili. Mwenye akili anawajibikiwa na siyam, ikiwa ni muislam na ikiwa ni baligh. Kwa hiyo tuyakusanye yale masharti ya mwanzo, mwenye akili. Kinyume chake ni mtu ambaye kapoteza akili, kapoteza akili katika namna yoyote ile, karogwa, kasibika na sheitan, sheitani akamwondoshea akili yake Allah atuhifadhi sisi na vizazi vyetu, atuhifadhi akili yetu. Akili ni neema kubwa, inahitaji shukrani. Wakati mwingine akili, ndugu zangu, ukizingatia kwa kina, baada ya dini, baada ni ya dini ya mtu, maana yake yuko salama mbele ya mola wake. Akili ni neema kubwa, nakusudia kusema mwendawazimu na aso na Uislamu. Mwendawazimu ni afadhali kweli, anatembea bila nguo kweli, analala kwenye majaa ya taka na anafanya mambo ya kiajabu kabisa na jamii yote inamdharau, lakini kama mbele ya Allah hakukera pengine kakuwa no hake, na wazimu wake tokea utotoni uko salama huyo, na panatarajiwa heri. Lakini yule ambaye kafa nje ya Uislamu, huyo anaenda jahanam ya milele, jambo lake ni la milele. Hivi mi nakwambieni hapa, zimeshapita karne kadhaa huko nyuma, kuna miaka mia imeshapita huko nyuma kabla mimi nanye kuzaliwa na mengine mia nyingine na mia nyingine urun, unadhani hapakuwa na mwenda wazimu huko nyuma? Wale pamoja na kudharaulika, mdharauliwa naolodharau si wako makaburini sasa hivi? Kwa hiyo si shida kubwa sana ya milele kuwa ni mwenda wazimu, lakini kama mtu atakuwa hana dini au muislamu anajiona na dini lakini hasali, huyu bala lake ni la milele mbele ya baadhi ya ulama. Nasal Allah, salama, tawala, afia. Kwa dini ni neema kubwa, lakini baada ya dini katika neema zilizokuwa kubwa kubwa ni akili. Mwanamke asiyepata mtoto anaona kwamba hakuna janga kama utasa. Sasa anaona watu wote wana watoto, naye ana hamu kubwa. Na mwingine kapoteza kitu fulani katika neema ambazo kapewa na Mola wake, anaweza akaona wa kupotelewa na neema hiyo bora tumbo la ardhi kuliko mgongo wake. Kwa nini? Kwa sababu tu alipata accident la qadar Allah, halafu daktari akamwambia, a wewe tena katika maisha yako huwezi kuoa tena kwa sababu ushapoteza afya. Hilo linaweza likamfanya yeye aone kwamba tumbo la ardhi bora kuliko mgongo wa ardhi, ati kuna maana gani ya kuishi tena? Umbe, ndugu zangu, we una dini, una nafasi ya ibada, una nafasi ya kutengeneza akhira yako. Isa bin Maryam mpaka akapaishwa hajaoa, na wala haikuwa kwamba ndo kakosa jambo kubwa katika dunia. Ni neema hiyo, lakini anaweza mtu akatahiniwa upande huo au mwingine wowote. Allah tuhifadhie afya zetu. Sasa ndugu zangu, haya mambo yote haya yasije yakaonekana kwamba ndio neema kubwa kuliko hiyo dini. Guzangu, manufa, dini ni neema kubwa ndugu zangu wa kuzidi neema zote. Kwa sababu nyingine zitakwisha, lakini manufaa ya dini ni ya milele. Mwingine kafilisika, naona bora jitie kitanzi. Mwingine kamkosa aliyemtaka akaona maisha gani haya akajitupa kwenye jumba la michezani. Kwa sababu tu mchumba alomtaka si aliyempata. Kakataliwa. Na siku ya harusi yeye mwanamke ajitie kitanzi yeye mwanamke. Nasalullah, salama, wal afia. Haya yote si neema kubwa, angalia we una dini, we una akili. Ndugu yangu, una mwendawazimu anaoa yule au anaolewa? Na hapo alipo anakula chakula cha maana yule? Akili na heshima ni vitu vinaenda sambamba, mwenye akili anaheshimika. Lakini umemwona mwendawazimu gani kaja kae kwa mbele katika shughuli za harusi, akae kwa mbele hapo? Au akawa katika jamii ana wadhifa fulani? Ni kwa sababu kakosa neema kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu ni kwamba aliyekuwa hana akili kwa namna yoyote ile, huyu amesamehewa katika jambo la siamu, na si siamu tu, hata sala hawajibikiwi na kitu huyu. Tena sio siamu wala itam, si kwamba hawezi kufunga ndo tumlishie, yani tutoe chakula kwa mkabala au kwa mbadala wa siamu. Halishiwi chakula wala hana siamu. Na anaweza akapoteza akili mtu kwa accident, anaweza akapoteza akili kwa kurogwa anaweza akapoteza akili kwa namna yoyote ile. Allah atuhifadhie sisi na watoto wetu akili zetu na dini yetu, kabla hizo akili, dini ni muhimu zaidi. Atuhifadhie neema zetu zote. Kwa ufupi, ndugu zangu, huyu ni mtu ambaye kapoteza akili kwa namna yote. Lakini kuna mtu kapoteza akili kwa accident. Vipi huyu? Wanasema ulama, ikiwa huyu kalmughma alayhi, kama mtu aliyezimia, si kwamba kapoteza akili, kapoteza fahamu maana aliyezimia akapoteza fahamu, lakini akapoteza fahamu na akili yake, hajijui hajitambui. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi anasema huyu atalipa baada ya kuzindukana. Kapote, kapoteza fahamu baada ya accident, miaka miwili, ina maana ana deni la siyam za miaka miwili. Alipozindukana si ana akili yake, alipozindukana na akili yake, tukajua kwamba na pale alipozimia, ikawa hatuna njia ya kumwibua ajejuu ni kwamba alikuwa na akili yake kumbe, lakini ndo kazimika tu, kama alivyokuwa almughma. Ale la ikiwa kupoteza kwa akili kumempelekea we mwendawazimu na alipozindukana tunamwona ni mwendawazimu kabisa, ina maana ya kwamba huyu alikuwa ni mwendawazimu kipindi kile, kwa sababu inawezekana mtu kapata accident halafu akawa hakuzimia lakini kapoteza akili, mwendawazimu. Na kuna mwingine kazimia lakini yuko sawa, kazindukana yuko sawa, tutamdai siamu. Kwani aliyelala hasa siku mbili tatu hadaiwi siamu, naye si alikuwa kazimia? Kuzimia kudogo tu kwa kulala. Anaweza mtu akalala siku mbili jamani. Kuna watu, kuna watu wanapata shida fulani katika akili zao, au wanapata tatizo fulani, sijui kama kuchoka, kuna kunamfikisha mtu kulala siku mbili, lakini anaweza akalala siku moja. kwa mfano mtu kalala kabla al-maghrib, kalala kabla al-maghrib sawa aibuka baada al maghrib kalala masaa ishirini na nne huko, ina maana hata ule usiku umepita, ye hakutia nia ya siamu wala hakujua kama ile siku ni siamu, kumbe ilikuwa ni siamu mosi, ile siku ya mwanzo atadaiwa huyu, midam hakuwa na nia wala hakujua. Saa pengine hata alijisahau kama kesho ni siamu mosi, yeye haangalii tarehe wala hakutia nia, natokea hapo usiku wenyewe umemkuta akiwa amelala, hakutia hiyo nia. Kwa ufupi ndugu zangu Waislamu, aliyelala anaweza akadaiwa na siamu. Ndio ilivyo. Kwa hiyo na aliezimia vile vilevile, lakini kama mtu kapata accident alafu akapata wazimu hata kama ana, ana hisia yake anatembea nakula anafanya mambo haya na yale, lakini huyu ni mwenda wazimu. Kuna watu wanaitwa mwezi mchanga. Mwezi mchanga ni mtu ambaye anabadilika hali yake mwezi unapokuwa mchanga mchanga. Ndio maana akaitwa mwezi mchanga. Yaani kuna wakati anakuwa na akili, kuna wakati hana ana akili. Katika maisha yake uko hivyo kwamba kuna siku akili anayo, kuna siku inawezekana wiki moja nzima hana akili, alafu ana akili wiki mbili, halafu mambo kama haya. Huyu kwa siku ambayo akili anayo, siamu atatakiwa afunge, yumo ndani ya Ramadhani na kipindi hicho akili anayo, na sala hasali. Zikija siku ambazo akili haipo, basi katika kipindi kile siamu hafungi, na sala hasali, wala adaiwi chochote kati yao kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, rufia lqalama an thalath, kalamu imenyanyuliwa haiandiki maovu ya watu wa aina tatu. Anaimu hata yastayqif, aliyelala mpaka amke, wa ani lsaghiri hata yablugh, na mdogo mpaka akue baleghe, wa ani lmajnuni hata yufiq, na mwenda wazimu mpaka azindukane. Kwa ufupi ndugu zangu Waislamu, ni kwamba aliyelala mpaka mke hana dhambi kwa wakati huo, na mtoto mpaka akue abaleghe, na mwendawazimu mpaka apate akili yake. Na kwa hapa, huyu hana hana akili. Kwa hiyo kwa siku ambazo hakuwa na akili hadaiwi na siamu wala hatumwambia lipe. Ina maana ya kwamba kuna watu anafunga wiki moja au mbili, alafu wiki mbili nyingine hafungi na ni mzima, baadaye tutakuja mwona, ana afya yake, ana akili yake, lakini si kuna baadhi ya siku akili hana na ilisadifia katika kipindi hicho ambacho akili hana, ilikuwa ni siku fulani za Ramadhan, basi kasamehewa zile. Hiyo ndio dini yetu ya Uislamu. Haya ni masharti, miongoni mwa masharti ya kuwajibika siyam, na yatakuja masharti mengine, tutayaona insha Allahu tabaraka wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.